Niwashukuru wananchi wa, wa, wa Siha e, kwa kuniamini e, kwa kipindi kilichopita na mimi nimekuwa mbunge wao, lakini niwashukuru wana sisi sisiem wanachama wa Chama Cha Mapinduzi na chama changu kwa ujumla kwamba wamenipa ridhaa ya kuwepo pamoja na wao kwa miaka kumi sasa. E, labda mi niseme tu e, tulipokea wilaya hii. Uh, ukienda kwenye hospitali yetu ya Kibongoto, uh, ilikuwa kamba, uh, ni makambi yaliyohamwa, jinsi ambavyo ya majengo yamezeeka, lakini uh, rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan amenipa fedha, na nyie wote ni mashahidi, magorofa yananyanyuka pale Kibongoto na yataenda mpaka magorofa tisa kwa ajili ya kuboresha hospitali yetu ya Kibongoto. Lakini tulipokea wilaya kukiwa na kata hazina sekondari, tunapozungumza leo hakuna kata ndani ya Siha ambayo haina sekondari. Lakini pia sio hivyo tu, zile kata zilizokuwa na sekondari rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan ametoa hela kila sekondari ambayo tumeikuta ndani yake imejengwa e, mara tatu zaidi ya majengo yaliyokutwa kwenye sekondari hiyo. Lakini tumekuja tukakuta kuna vijiji havina shule ya msingi kabisa. Leo e, vijiji viwili ndio vimebaki vime vina madarasa manne manne, bado tunamalizia, lakini vijiji vyote ndani ya wilaya ya Siha sasa zina shule zake za msingi na, na, na, na vijiji vingine zina shule mbili mbili na hizo zote ni juhudi ni fedha ambazo Rais wetu dr Samia Suluhu Hassan amenipa mimi kama mbunge wake tukaja na tukafanya kazi hiyo ambayo imefanyika ndani ya wilaya yetu. Leo tunazungumza hapa, Rais wetu dr Samia Suluhu Hassan alitoa fedha kwa ajili ya kila wilaya ijenge veta yake. Leo tuna veta, lakini Rais wetu dr Samia Suluhu Hassan ametoa fedha kwa ajili ya kujenga kila mkoa shule mbili za kitaifa, shule mbili za kitaifa shule moja ya science ya wasichana lakini shule moja ya technical ya kitaifa lakini shule zote zimejengwa ndani ya wilaya ya Siha. Maanake tunapozungumza sasa hivi ndani ya wilaya ya Siha kuna shule mpya kabisa mbili, moja technical school, lakini ya pili moja ya sayansi ya wasichana kuanzia form 1 mpaka form 6 zimejengwa. Lakini ili unyewe waandishi mnajua e, naingia kuwa mbunge kulikuwa na sehemu inaitwa Mshalami ndani ya wilaya ya Siha. Leo ninavyozungumza na nanyie, leo historia ya kwamba kuna mwisho wa lami, leo hakuna tena lami, imetandikwa ndani ya wilaya ya Siha, imetandikwa kuelekea mpakani mwa Siha na Longido na imeshakamilika. Na sasa hivi rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha kwa ajili ya kumalizia kuunganisha na Kenya, lakini pia kutoka hapa Siha kuunganisha na Nemanga kwa maana Longido. Lakini nyie waandishi wa habari ni mashahidi, tunapita hapa, kuna lami imeanza inatoka hapa Sanya Juu mpaka inatokea Kia, lakini kuna lami nyingine imeanza kwenye ofisi ya mkuu wa ya mkuu wa wilaya inapita kijiji cha inapita kata ya Gararagua, kata ya Karansi, kata ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Naibili, kata ya Makibiriri, kata ya Makiwaru, inakwenda kata ya Kolili, inakwenda kata ya Rumelili, inatokea Kia. A, maanake ni nini? Leo pia nimepokea, wakati tunapokea wilaya tulikuwa na shule za msingi zinaangukia watoto, tulikuwa na shule za msingi ambayo ukikuta hutaamini kwamba kuna binadamu anaweza mtoto akaioa, lakini rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha. Ni mashahidi nilivyokuwa napita, utaona jinsi ambavyo hizo shule zilivyokuwa kama magofu na jinsi sasa ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha na jinsi sasa watoto wanasoma shule nzuri, ambayo mtu usiyejua ukija unasema hii, hutaamini. Hii ni shule ya, ya serikali, hutaamini ni shule ya serikali ilivyopendeza na ilivyojengwa kwa kiwango kizuri sana. Na leo tulianza hapa, hatuna hospitali ya wilaya, tuna kituo cha afya cha wilaya lakini leo tuna hospitali ya wilaya ambayo hata majengo yake na majengo ya kulala na huduma na majengo ya kulala hata kwa miaka 15 ijayo ijao hatutapata wagonjwa wa kujaa hivyo. Lakini tumepokea hii wilaya ikiwa na mapato ya milioni mia nne kwa mwaka milioni 400 kwa mwaka. Maana yake hatujaongea, serikali yetu haijaongeza kodi nyingine yoyote, ni zile zile vyanzo, vilibinywa na kuondoa ufisadi na ubadhirifu na upotevu. Leo ndani ya wilaya Siha, tunakusanya bilioni tatu maana yake ni nini? Hata kwa mapato ya ndani leo wilaya ya Siha unaiona ikijenga miundo mbinu yake yenyewe. Kwa hiyo kila sekta imeguswa, kila sekta imeguswa, kila mahali pameguswa, kila mahali leo kwenye kwenye wilaya yetu pamejengwa. Maana yake rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan ametoa bilioni mia tisa kwa mkoa wa Kilimanjaro, kwa mkoa wa Kilimanjaro, lakini wilaya yetu ya Siha, lakini wilaya yetu ya Siha imepata bilioni mia tatu themanini, karibia nusu ya fedha zote zilizokwenda kwenye mkoa wa Kilimanjaro. Maanake ni nini? See, eh, Rais wetu eh, Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa maana ya wilaya ya Siha amefanya kazi kubwa sana, na ndio maana nimeendelea kusema kwamba kuna mambo ambayo tunahitaji kuyamalizia, kuna mambo ambayo tunahitaji kuyafanya. Nimekuja kuendelea ili tuweze kupata hizo fedha kwa ajili ya wilaya ya, ya, ya, ya, ya yetu. Mimi eh, nachoweza eh, tu kuambia, demokrasia ni demokrasia. Ee, mpaka sasa wame kuna wenzangu wanachukua, ambao ni haki yao kidemokrasia. Nafurahi, ndio maana tunajenga shule ili wapatikane watu wengi wa kugombea, wapatikane wasomi. Lakini kwa ukweli halisi ni kwamba e, ninafurahia kwa sababu amependezesha mechi, na waje sasa watusindikize ili tuende kusaidia sisi kwa miaka